<laughs> Yeah. Staa muziki Diamond Platnumz amezidi kufanya makubwa zaidi eh bana Marekani, baada ya kuweza kutoka kwenye show yake ya Hot 97 Summer Jam ambapo meneja wa Jalul aliweza kumkamata Diamond Platnumz wakiendelea eh, kusalimiana nene. Sasa ni pale eh, meneja wake wa Jalul aliweza kusema kwamba huyu ndo yule ambaye wewe Jalul ulikuwa unasema kwamba ameua kinoma noma kwenye stage. sasa kwa upande wa Diamond Platnumz yeye alionekana kuendelea kusalimiana nao lakini pia kuendelea kufurahi kwa sababu ni kama vile wamekubali kile kitu ambacho Diamond Platnumz aliweza kukifanya. Fahamu kwamba Diamond Platnumz aliweza kupanda kwenye jukwaa hili la Hot 97 Summer Jam akiwa pamoja na na mastaa tofauti tofauti kama vile Ashake, lakini pia bana Ayra Starr na mastaa tofauti tofauti kutoka Afrika. Lakini pia wameweza kumkubali kina manoma the way ambavyo amekuwa akiendelea kuperform pamoja na madancers wake, lakini pia chemistry ambayo alikuwa alikuwa nayo bana, the way ambavyo alikuwa akiwa drive watu kwamba ile left Light. Lakini watu wengi sana walitokea kuvutiwa na Diamond Platnumz kwa sababu alikuwa na edge kubwa sana na watu wengi wakiwa na tathmini kwamba Diamond Platnumz kupitia show hiyo ambayo aliweza kuifanya Hot 97 Summer Jam pale, e bana, aliweza kufunika master hao kama vile Ashaki, lakini pia Ila Star kulingana na show ambayo aliweza kuifanya kumuuliza. Lakini mbali na hapo, mpaka sasa hivi yupo zake Marekani akiendelea eh, kuendelea kupata exposure. Fahamu kwamba Diamond Platnumz aliweza kutangaza wiki moja ambayo iliweza kupita kwamba eh, tour yake ya Diamond Platnumz ambapo aliweza kufanya katika kumbi tofauti tofauti kama vile Royal Albert Hall, Manchester Academy, lakini pia Scotland. Lakini pia Diamond Platnumz ameweza kupanua wigo wake kama msanii wa Bongo Flava kwa ajili ya kuweza kujua mziki unazidi kuenda vipi, kwa sababu pia aliweza kufanya eh, interview katika eh, bana platform tofauti tofauti kubwa nchini Marekani kama vile PMC lakini pia Fox 5 New York lakini pia moja kati ya vitu ambavyo viliweza kuonekana kwamba aliweza kujiandaa kinoma noma kwenye hii show ya Hot 97 Summer Jam ni the way ambavyo aliweza kufanya interview na TMZ, ambapo aliweza kusema kwamba ameweza kufanya maandalizi ya kutosha e, katika show hii. Aliweza kutangaza kwamba e, ataweza kulipa dola laki mbili hamsini, ambapo sawa na e, milioni 600 na hivi, ambazo ni za Kitanzania yani kwa sababu tu ya maandalizi ya show ambayo ni Hot 97 Summer Jam kwenye stage pale masuala ya mazima dressing code kwenye madansa huko, lakini pia kwa kiemu mwenyewe aliweza kutaja budget kama hiyo hapo. So kwa upande wa Diamond Platnumz, masa hivi anazidi kupanua wigo wake na anazidi kufungua milango mikubwa kinoma noma kwa wasanii, lakini pia e, bana anazidi kuweka historia ambayo pengine itakuwa ni ngumu sana kuvunja kwa baadhi ya wasanii kutoka hapa hapa Bongo. Ni upi mtazamo wako kwa mdao burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now? Uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye nje comment hapo, usisahau kusubscribe kwa taarifa kadha